Falsafa ya mashindano haya ni kuhamasisha jamii na wananchi wa wilaya ya Madaba au halmashauri ya wilaya ya Madaba ku kwanza kutizama uchumi wa miti kama uchumi wa kipekee katika mazingira yetu, na kwa hiyo tunahitaji kuulinda uchumi huo wa miti. Na katika uchumi huu wa miti kuna changamoto moja kubwa sana, ambayo una uchumi unakabiliwa na, hiyo nayo ni moto horera au moto kichaa. Wa baadhi ya wananchi wamekuwa wakiwinda wanyama, wengine wamekuwa wakisafisha mashamba, wengine wamekuwa wakilina asali na katika kufanya hivyo moto unalipuka unaunguza miti. Kama mkuu nato wa wilaya natoa wito kwa wananchi wa wilaya ya Songea na hususan ni halmashauri ya wilaya ya Madaba wajue kwamba moto unaweza kutusababishia umaskini mkubwa sana. Niwaombe wananchi wa halmashauri ya wilaya Madaba kuwa makini sana wanapoandaa mashamba yao, wanaporina asali, lakini pia wanapofanya shughuli zingine zote, wawe makini kudhibiti moto na wasiruhusu kabisa moto ukaripuka, kwa sababu unaweza uka, ukaangamiza mashamba ya miti yote na hivyo tukabaki kwenye lindi la umaskini. Leo tuko katika kuhitimisha bonanza la michezo ambalo lilikuwa na ujumbe unaosema ushiriki wa vijana katika ulinzi wa misitu Dhidi ya moto na tulishirikisha timu nane ambazo zote zilikutana mara mbili, na hatimaye tulicheza mechi kumi na sita, lakini mpaka leo tuko tunamalizia mechi za fainali mbili ambazo tulishapata mshindi mshindi wa tatu. Leo tuko katika kutafuta mshindi wa kwanza na wa pili, na dhumuni la mechi hii ni katika kuwashirikisha vijana wa vijiji ambavyo vinazunguka shamba la miti Wino katika kuhakikisha wanapata elimu juu ya ulinzi shirikishi wa misitu lakini wanahusika moja kwa moja na wao katika kuibua vipaji vyao pia, kwa hiyo unawapa ujumbe, lakini na wao unawapa hamasa katika kuinua vipaji vyao. Kwa hiyo wanapata ule motisha na umuhimu wa uwepo wa misitu. Kwa hiyo tunawaasa wahakikishe wanashiriki kikamilifu katika utunzaji wa misitu, ufugaji wa nyuki, hivyo itasaidia kuepuka uchomaji wa moto. Lakini tunawaalika pia kupanda miti, kwani tuna baada ya uandaaji ni msimu wa upandaji, kwa hiyo tunawaalika washiriki kikamilifu katika upandaji wa miti katika mashamba yao na katika shamba mashamba ya miti. Pia kuna ajira mbalimbali zinatolewa za kupanda miti, kwa hiyo tunawaalika wananchi wote watunze mazingira kwa ustawi wa jamii yetu. Mimi nafurahiwa sana kwa sababu nimefurahi kwanza kufika na kutoa elimu hii na mara kwa maana mokuwa mkifika ni kweli naona elimu kama inawaingia watu juu ya uchomaji wa moto na waki, tena mngekuwa mnaendelea hamasa mara nyingi, nadhani hata wak wa uchmaji wa moto kwa vizuri zaidi, na kwa kipindi hiki ambacho mmefika nadhani wengi wamejifunza namna ya kulinda misitu na kulinda mazingira yote. Tunapenda kumshukuru Mungu kwa matokeo haya ambayo tumeyapata leo. Mchezo ulikuwa mgumu, lakini tumejitahidi, tumepambana, tumepata sare, tumekuwa washindi wa kwanza kwa matuta lakini mashindano haya yametusaidia sisi kama vijana kuanza kujikusanya kwa pamoja, lakini pia vile kupata elimu juu ya namna ya kudhibiti moto, moto kichaa, lakini vile vile mbinu na sababu ambazo zinaweza zikasababisha moto kichaa. Lakini vile vilevile wale vijana tumekuwa tume tuki, tukipata fursa kufurahi, kudumisha umoja pamoja baina ya vijana timu na viongozi na shirika hili la TFS kushirikiana na serikali kama mchezaji mwenye wigo mpana kabisa katika jamii. Nitajitahidi kwenda kuhamasisha na kuwafundisha wenzangu hichi nilichokipata hapa.